Mtazamaji, musinilaumu kwa chochote kile iwapo hamtatii sheria. Ndiyo kauli yake Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boinet alipotoa onyo kali kwa wezi wa mifugo na wamiliki wa silaha haramu kutoka kaunti ya Samburu na Baringo. Boinet ametoa muda wa saa 48 kwa shughuli hiyo kukamilika. Saida Swale na mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo. Subuta watoke na regeshe ng'ombe za wenyewe Wakikataa kutii hiyo amri, wasitolaumu, sababu serikali ina mpango ya kuchukua hatua kali sana dhidi yao. Ndio masharti aliyotoa inspekta mkuu baada ya ziara yake katika eneo la Baragoi, kaunti ya samburu, likiwa eneo linalokumbwa na jinamizi la wizi wa mifugo na kuwepo kwa silaha haramu zinazotumika kuharibu usalama eneo hilo <tri> lakini ni hali ya muda tu, huku inspekta mkuu akiwa na mipango ya kumfanya mui kuwa mwema. Sitaki kuambia nitaenda huko kesho na rungu ama nitaenda kesho kuto na mishali ama na bunduki aina gani ama nitakuja kivipi. We will deploy all available assets to to deal with those forms of criminality, so it's incumbent upon them to hit that that that warning If they think this kataini fellow ata kuja kutufanyia nini, shauri yao. Wamesikia Turkana people have armed themselves uh, or rather possess illegal firearms because of the absence of sec of, of, of uh, sufficient security forces from the government. The Pokot have done the same. The Samburus have done the same. Maeneo ya Baringo na Samburu kwa jumla yamegonga vichwa vya habari kwa muda mrefu na visa vya uwizi wa mifugo na machafuko baina ya jamii zinazopakana kwa ajili ya rasilimali kuu. Ni hivi majuzi tu pale wakazi wa eneo la Suyan na Nkoroshei kaskazini mwa Samburu walilazimika kuhama makazi yao kwa kuhofia maisha yao kufuatia misururu ya uvamizi katika eneo hilo. Adui jana aliua watu, ng'ombe yote imeenda, imefika tu hapa karibu na shora. Sasa unajua na shora ya serikali iko, na hakuna fenya anatoa hiyo ng'ombe pia Boinet alitoa mchango wake katika marufuku iliyotolewa hivi majuzi na nchi ya Ulaya na Australia kufuatia madai ya mashambulizi humu nchini. National Police Service tukifanya kazi na agencies zingine za security, tumechukua hatua ili kulinda nchi hii dhidi ya ugaidi, na tungependa kuwahimiza wananchi hatuna nchi nyingine. Kenya ni yetu sisi zote na lazima tuilinde tui kwa mbinu kwa zote ambazo tuko nazo. Japo haijakuwa bayana ni mbinu ipi itakayotumika kuleta utulivu katika kaunti ya Samburu na Baringo, ni muda tu utakaodhihirisha iwapo amani haiji ila kwa ncha ya upanga. Saida Swale, KTN, leo Jumapili.